Uh, network na marafiki zangu karibu ambao tulikuwa na pharma School kutembelea na weekends, nikavutiwa na mmojawapo wao kwa wana mashamba makubwa wazungu kule South Africa. Then nikasema nikirudi nyumbani na mimi nifanye kitu kama hicho. Kwa hiyo wakati unasomea farmasia ndio ukaona kwamba ukavutiwa uka, uka na kilimo? Sio sana sana sana, kwa sababu ni vitu ambavyo nyumbani hatuvipi kipaumbele mm. lakini wen very serious na maendeleo yao unayaona kabisa kwa, mpaka kwa wananchi. Kuna kuna suala la ardhi ambalo uh, ardhi ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kufanya kilimo uh, unapata tatizo lolote kuipata? Vijana wanakabiliana na, na, na tatizo hilo au kuna urahisi tu wa kupata? Sasa hivi ha, hasa kwa serikali ambayo imeingia madarakani imehakikisha kwamba watu wote ambao wameweza kuhodhi maeneo makubwa kwa muda mrefu wameona bora kwa kuwagalia vijana uh, ili kuingia kwenye kilimo na kujipatia kipato na ajira mm. Kwa hiyo swala la ardhi sahivi uh, tunaweza nikasema ni ni, ni, ni, ni jambo jepesi na ambalo halina vipingamizi kama thamani. Salum, wewe una, unalima uh, mazao yako kwa ajili ya soko la ndani ya nchi au soko la nje ya nchi? Kwa sababu katika mfululizo wa makala za Sophie tumeona wengi wanauza nje ya nchi. Yeah, mimi, uh, ya mimi mkulima mkubwa wa maembe hapa nyumbani. Kwa hiyo most of the uh, bidhaa zangu uh, zinakuwa za hapa ndani na kwa masoko ya nje vile vile, lakini masoko ya nje uh, wanunuzi wanakuja shamba kabisa uh, wananipa mahitaji yao, nawazalishia zile bidhaa kwa viwango wanavyotaka, then uh, tunakubaliana bei Uh, wanakuwa wanachukua mazao mengine soko uh, bado kubwa sana hapa hapa ndani ya nchi. Na, na labda uh, unatumia mbinu gani katika kilimo na, na vifaa pengine, kwa sababu kilimo unahitaji mtaji mkubwa sio? Ah, ndio, lakini siku zote biashara hili iwe kubwa inabidi uanzie uh, uh, padogo. Japo changamoto ni kubwa especially kwenye uh, mitaji, lakini kama nilivyosema toka niko South Africa Uh, nilishajipanga uh, kuja kupigana tuzo hilo. Kwa hiyo kwangu haikuwa uh, uzito sana, um, kukamilisha hii ndoto ya, ya ya, ya kuwa kulima. Kwa hiyo uh, bado nategemea mvua, lakini ni mipango kumwagilia um, kwa uh, kutumia uh, drip irrigation na na, na na, na kufanikiwa zaidi. mm, kwa hiyo degree ya farmasia iko kabatini sasa, uh, bado uh, part time naweza nikasema cheti uh-huh. naweka Ani, uh, natembelea mara mbili zatu, lakini full time niko niko shambani. Salum Ali, mkulima huyo kutoka Dar es Salaam, Tanzania, asante sana kwa kuzungumza nasi katika Dira ya Dunia.